Tumehakikisha hii minada ya kidijitali inaendelea hasa hasa kwenye haya mazao ya mbaazi, ufuta, choroko, dengu na soya. Hadi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu tu niseme kwamba tumeuza kwa mwaka huu ta, zaidi ya tani laki tano na elfu sitini na tano za mazao haya niliyoyataja yamepitia kwenye hii mifumo na zaidi ya shilingi trilioni moja zimepitia na tuna uhakika zimeweza kwenda kwenye mifuko ya wakulima kote nchini Tanzania ambako wanajihusisha na mazao haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni mapinduzi. Kwa sababu kwa sababu kwa namna moja au nyingine tuna uhakika mkulima amepata bei na bei ambayo imeenda kusimamiwa kwenye ulinganishi kuhakikisha bei anayopata inalingana na ile bei ambayo inapatikana kwenye masoko ya, ki, ya kimataifa. Lakini mkulima amepata wanunuzi ambao wamefika kwake kwa mifumo ya kidijitali, na wameweza kusima kukua na ushindani wa haki na uwazi, na mkulima bado alikuwa ana nafasi ya kukubali yale bei ambayo ameipata mbele ya macho yake. Kwa hiyo haya ni mapinduzi, na yanaenda kuakisi nguvu nyingi ambayo tunaona serikali yetu ya awamu ya sita imeendelea kufanya kwenye sekta ya kilimo, kwani kuna nguvu nyingi zimeanza kwenye, zimeanza na zimeendelea na tumeweza kuona uh, faida zake ndani ya Tanzania, lakini yana matokeo tumeenda kuona sasa, huko tukienda duniani, Tanzania jina lake linasikika, linasomeka kwenye ramani za dunia. Hapa tunapoongelea mwaka jana, sisi tumekuwa wazalishaji wakubwa wa pili wa mbaazi duniani. Yaani siongelei tu kusema vi duniani. Kwa hiyo vitu tunavyovifanya ndani ya Tanzania ni vikubwa na vina matokeo ya haraka na ya kasi.